Iran imesema Ijumaa hii kwamba haitajadili hatima ya mpango wake wa nyuklia ikiwa chini ya mashambulizi kutoka Israel, huku Ulaya ikijaribu kuishawishi Tehran kurejea kwenye mazungumzo na Marekani kama itaamua kuingilia kati mzozo huo. Wiki moja baada ya kuanza kwa kampeni yake, Israel ilisema imeshambulia maeneo kadhaa ya kijeshi usiku kucha, ikiwemo maeneo ya kutengeneza makombora, taasisi ya utafiti inayohusika na uendelezaji wa silaha za nyuklia huko Tehran. Na vituo vya kijeshi magharibi na katikati mwa Iran. Iran ilianzisha mashambulizi mapya ya makombora mapema Ijumaa ikipiga karibu na majengo ya makazi, ofisi na vituo vya viwanda katika mji wa Balsheba kusini mwa Israeli. Ikulu ya White House ilisema Alhamisi kwamba Rais Donald Trump atatoa uamuzi wake kuhusu kuhusika kwa Marekani katika mzozo huo ndani ya wiki mbili zijazo ikitoa sababu ya uwezekano wa mazungumzo yatakayohusisha Iran hivi karibuni. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema hakuna nafasi ya mazungumzo na Marekani mpaka uchokozi wa Israeli usimame. Ofisa mkuu wa Iran aliliambia Reuters kwamba Tehran iko tayari kujadili vizuizi juu ya urutubishaji wa uranium yake na kwamba jukumu la Ulaya sasa ni muhimu zaidi kwa sababu Iran haina nia ya kushirikiana na Marekani ikiwa chini ya mashambulizi kutoka nchini Israel. Israeli ilianza kushambulia Irani juma iliyopita, ikisema adui wake wa muda mrefu alikuwa karibu na kutengeneza silaha za nyuklia. Irani, ambayo inasema mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani tu, ililipiza kisasi kwa mashambulizi ya makombora na ndege si zisizo na rubani dhidi ya Israeli. Wakati hayo yakichomoza katika jitihada za dharura za kutuliza mzozo unaoendelea kati ya Irani na Israeli, mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya wamekutana na mwenzao wa Irani Abbas Araghchi mjini Geneva. Mkutano huu ukiwa utakwenda kama ulivyopangwa, utakuwa mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya Tehran na serikali za magharibi tangu Israeli ilipoishambulia Irani wiki moja na nusu iliyopita na unashiriki ushiriki muhimu zaidi wa Ulaya katika mzozo huu hadi sasa. Kuchelewa kusiko kutarajiwa kwa Rais Donald Trump wa Marekani kwa wiki mbili kufanya uamuzi wake kuhusu kuingilia kijeshi kunaongeza uzito wa mazungumzo hayo huko Geneva. Trump amesema bado anataka kutoa fursa ya kwa mazungumzo, jambo linalotoa nafasi kwa diplomasia kabla ya uwezekano wa hatua za kijeshi za moja kwa moja za Marekani. Kabla ya mzozo huu kuzuka, Marekani ilikuwa ikifanya mazungumzo yake ya pande mbili na Iran kwa ajili ya mkataba mpya wa nyuklia ikiwe kando Ulaya ambayo ilikuwa na jukumu muhimu katika makubaliano ya mwaka 2015 ambayo Rais Trump alijiondoa katika muhula wake wa kwanza. Hali hii inaifanya Ulaya sasa ijaribu kurejea nafasi yake kama mpatanishi mkuu. Mawaziri wa Ulaya, wakiwemo mawaziri wa mambo ya nje wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, wanatarajiwa kuishawishi Irani kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Irani imeeleza nia yake ya kufanya hivyo, lakini imesisitiza kuwa haitafanya mazungumzo ikiwa chini ya mashambulizi. Kabla ya mkutano huo muhimu, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lamy ametoa matumaini akisema, kuna fursa sasa ndani ya wiki mbili zijazo kufikia suluhisho la kidiplomasia. Kauli hii inakuja baada ya ikulu ya White House kusema Donald Trump atatoa uamuzi wake ndani ya wiki mbili zijazo kuhusu kuchukua hatua za moja kwa moja za Marekani. Hadi sasa hali ya mapigano inaendelea kati ya Israeli na Iran.